Kutoka division ya Pacific ya Kusini ndani ya kisiwa cha Lifou katika eneo la New Caledonia, sauti ya utume inakuletea kisa cha kusisimua cha Theodore kinachosema hatua muhimu kabisa ya mabadiliko. Tangu akiwa na umri mdogo Theodore alihudhuria kanisani na kufuata mapokeo ya Kikristo. Alipofikia ujana wa awali, anasa za dunia na mvuto wa marafiki vikaanza kumvuta kufanya uamuzi ambao alijua haukuwa sahihi machoni pa Mungu. Akaanza kuvuta sigara, bangi na kunywa pombe. Lakini ndani kabisa, moyo wake alijua kuwa kitu fulani kilikuwa kinakosekana. Alitaka kujaribu kumtumainia Mungu. Hivyo alijiunga na kikundi kidogo cha ibada. Jumapili moja baada ya kutoka kanisani, Theodore alitafuta Biblia na kuanza kuisoma yeye mwenyewe, akitaka kujua habari za Yesu. Aliendelea kuchunguza zaidi, akitafuta ukweli. Siku moja mwanafamilia Mwadventista wa Sabato alimwalika Theodore kuhudhuria mfululizo wa mikutano ya Injili. Theodore aliamua kuhudhuria na uamuzi wake ulibadilisha maisha yake. Katika mikutano ile Theodore alisikia ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwenye Biblia ulioelezwa kwa uwazi wenye kugusa moyo uliojaa upendo. Alijifunza juu ya Yesu kama mwokozi wake na aligundua ukweli juu ya Sabato na kuanza kuishika kama siku takatifu ya pumziko. Tarehe ya 19 Juni 2019 alibatizwa na kuwekwa huru dhidi ya maisha yake ya uraibu na anasa za dunia. Alisema mambo haya yote hayawezekani kwa mwanadamu, lakini kwa Mungu yanawezekana. Leo kijana aliyekuwa anategemea madawa ya kulevya, sasa anategemea neno la Mungu. Anasoma Biblia yake kila siku, na furaha yake kuu ni kushiriki habari njema na wengine. Sadaka yako ya ukarimu itasaidia kuanzisha kituo cha mvuto kule Wallis ambacho kitasaidia Waadventista kujenga madaraja ya ufahamu na urafiki.